Embarambamba ambaye jina lake halisi ni Christopher Mosioma ni mmoja wa wasanii wa injili waliovunja mipaka ya kawaida ya uimbaji na burudani nchini Kenya. Ingia ndani yake, ingia ndani yake, ingia ndani yake, ingia ndani yake. Ametokea kuwa maarufu sana, si tu kwa ujumbe wa nyimbo zake, bali kwa mtindo wake wa kipekee wa utumbuizaji ambao unawavutia na kuwashangaza maelfu ya watu ndani na nje ya Kenya. Mbigo, jimbigo. Alizaliwa eneo la Nyamira, Kaunti ya Kisii, mwishoni mwa mwaka wa 1980. Alikulia katika familia ya kawaida ya Kikisii ambako mziki na dini vilikuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Kwa nini unalia wakati? Na Bwana Yesu ako juu mbinguni. Kwa nini unalia una wazazi? Na Bwana Yesu ako juu mbinguni. Alianza kujihusisha na mziki akiwa mdogo, akivutiwa na miziki ya asili bendi za Kisii na baadaye mziki wa Injili. Embarambamba alianza kazi yake rasmi ya mziki kama mdanzaji wa bendi ya mwimbaji maarufu wa Kisii, Mr Ongengo, ambapo alijifunza misingi ya utumbuizaji wa jukwani. baada ya muda mfupi katika mziki wa kawaida wa kisii aligeukia mziki wa injili kuanzia mwaka 2019 alisema alihisi kuitwa na mungu kuhubiri kupitia njia yake ya kipekee ya sanaa ndipo alipoibuka kwa jina ya Embarambamba jina linaloashiria harakati na vuguvugu la mwili na ukweli mtindo wake na uimbaji unaendana na maana hiyo Baraka, baraka, wa Arara, nuloto, nago. Embarambamba alipata umaarufu mkubwa kwa sababu ya video zake za maonyesho ambazo mara nyingi humwonyesha akijirusha chini kwa udongo, akikimbia kwenye mashamba na migomba, akifunika kwa matope, akiruka juu ya magari au kupanda ng'ombe kucheza kwa nguvu hadi nguo zake kuchanika. Fya, mba, video hizi zilianza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii kama TikTok YouTube pamoja na Facebook. Naye Embarambamba akawagumzo kote Afrika Mashariki ingawa wengi walikosoa wa mitindo yake wakisema imezidisha, mashabiki wake waliamini njia yake halisi ya kuonyesha mapenzi kwa Mungu. Licha ya mtindo wake wa kipekee, nyimbo za Embarambamba hujikita kwenye toba na wokovu, uaminifu wa Mungu, maadili ya familia na jamii, kuwahimiza vijana kuepuka kuwa dawa za kulevya na maisha ya ulevi. Nyimbo kama Yesu ndiye Sponza, nipeleke kanisani na nimeokoka kwa Yesu zimevuma sana. Zikipata maelfu hadi mamilioni ya watazamaji mitandaoni. Embarambamba hajakosa kukosolewa. Baadhi ya viongozi wa dini wamesema anakiuka mipaka ya heshima ya kiroho, huku wengine wakisema anatafuta Kiki zaidi ya huduma. Pia amejikuta kwenye mijadala kuhusu usalama wake binafsi kwenye maonyesho, hasa kujirusha bila kujali mazingira <mulia> Katika mahojiano kadhaa, Embarambamba amejitetea na kusema, mimi nafanya hivi kwa ajili ya Mungu. Huu ni mwito wa Mungu. Kama watu wanacheka, ni sawa, lakini najua ninaleta watu kwa Yesu. Rambamba, eta mwelekeo mpya katika mziki wa Injili unaochanganya vichekesho, sanaa ya maonyesho na ujumbe wa kiroho. Amefikia hadhira pana, wakiwemo vijana wanaopenda burudani zenye ucheshi. Amekuwa mchochezi wa mijadala kuhusu mipaka ya ibada, sanaa na dini. Embarambamba ni msanii wa kipekee ambaye licha ya kukosolewa ameweza kusimama imara kama kile anachoamini ni mwito wake wa kiroho pamoja na vinifini the best producer East Africa to the world. ni kuwa watu wanaweza kufikiwa na kubadilishwa kwa njia tofauti, hata zile ambazo hazijazoeleka. Mapenzi yake kwa Mungu, kwa sanaa na kwa jamii yake yanajitokeza wazi katika kila wimbo anaoutoa. Ni msanii wa kipekee aliyejenga jina kwa njia isiyo ya kawaida, lakini yenye mvuto wa kipekee. Alikuwa mkimbiaji ove Kevin, Kevin, Kevin. Jina langu ni Kevin Busolo.